zangu waandishi wa habari, hali ya mkoa bado mishwali ni, ni, ni na leo tunapenda kutoa taarifa ya matukio ambayo yamejitokeza na kueleza kimsingi namna ambavyo matukio na hayo yameshughulikiwa. Ni kwamba Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tunaendelea na misako kwa lengo la kudhibiti na kuzuia makosa ya kijinai ambapo tumefanya operesheni mbali mbali na doria ya maeneo mbalimbali tukishirikiana na wananchi kwa lengo la kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Katika operesheni hiyo ambayo imefanyika kwa kipindi cha Aprili tarehe 30 mwaka huu hadi kipindi cha mwezi wa tano tarehe 31 mwaka huu jeshi la polisi imefanikiwa kudhibiti uhalifu maeneo mbalimbali uh, katika uh, maeneo ya kata za Koromije ambayo iko wilaya ya Misungwi, kata ya Ngula wilaya ya Kwimba, kata ya Nyashishi wilaya ya Misungwi na kata ya Buhongwa uh, ambayo iko ya Nyamagana na kata ya Ilemela iliyopo wilaya ya Ilemela, ambapo jumla ya watuhumiwa 35 wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu ikiwemo kufanya biashara ya kuuza mafuta ya diesel na petrol bila kibali na kuyahifadhi katika makazi yao bila kufuata taratibu zilizowekwa. Vielelezo hivyo vilivyokamatwa ambapo ni mafuta diesel lita 685, betri mbili za magari, pikipiki moja aina ya Sunny G ni namba za usajili MC 711 DJM ed 2, mapipa mawili, mipira kumi ya kunyonyea mafuta, madumu 85 yanayotumika kufanyia uhalifu na fence wire moja, vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni 4 463 910. Watumiwa ishirini na moja wanaojiwa na kufikishwa mahakamani na watuhumiwa 14 watafikishwa mahakamani baada ya upelelezi kuwa umekamilika Oparesheni hiyo imefanyika katika maeneo hayo baada ya kuwa tunapokea taarifa nyingi za watu hao kumiliki na kuhifadhi mafuta hayo katika utaratibu ambao hauruhusiwa lakini pia wanaojiwa kwa kuyampata ni mafuta hayo kwa njia ambazo sio halali. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea. Lakini kuna tukio lingine la kusafirisha madawa ya kulevya aina ya bangi. Ni kwamba tarehe thelathini mwezi wa tano mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa tatu za usiku, huko katika kitongoji cha Iseni ambacho kipo Kisesa katika wilaya ya Magu, jeshi la polisi lilifanikiwa kuyakamata watu wafuatao jane joseph odhiambo miaka 53 mkulima na mkazi wa tarime mkoa wa mara na mtu mwingine wa jinsia ya kiume aitwaye samson samora osewe nyandimu miaka 47 iu naye ni mkulima na mkazi wa pasiasi raim hawa walikamatwa kwa kusafirisha walikamatwa wakiwa wanasafirisha bangi ambazo ni kilogramu 194 walikuwa wakitoka nayo Tarime na kuelekea katika mkoa wa Mwanza wakitumia gari yenye namba za usajili T 668 na DMY mali ya Jane Joseph Odhiambo. Watumia wote wameujiwa, na uchunguzi kuhusu tukio bado unaendelea kikamilika, watafikishwa Ya, jeshi la polisi tunaendelea kuwapongeza wananchi ambao wameendelea kutoa taarifa kwa jeshi la polisi pasipo kuchoka. Tumekuwa tukiomba wananchi kutoa ushirikiano na jeshi la polisi na wao wanafanya hivyo pasipo kuchoka. Mimi kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza ninawapongeza sana wananchi kupitia taarifa zao wanazotuletea a taarifa vizuri na lazima tuzifanyie kazi, na kazi ikifanyika, sisi jeshi la polisi ni kazi yetu pia kuwajulisha wananchi kupeleka mrejesho. Sasa tumeweza kukamata gari hii hapa pamoja na vifurushi ishirini na mbili vya bangi ambayo ilikuwa ikisafirishwa kutoka kule Tarime kuingia katika jiji la Mwanza, lakini kutokana na taarifa nzuri tunazopata kutoka kwa wananchi, tukaweza kudhibiti kuingia kwa kiasi hiki cha bangi hapa mjini. Kwa hiyo watuhumiwa wawili wamefanikiwa kukamatwa, lakini pia tumefanikiwa kukamata kiasi hiki cha bangi vifurushi ishirini na mbili pamoja na gari ambayo ilikuwa inatumika kusafirisha. Jeshi la Polisi litaendelea kuchukua hatua kali kwa watu wanaojihusisha na usafirishaji au kumiliki madawa ya kulevya.